Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Taala kwa kutuwezesha kufika hapa leo tukua wazima afya, alhamdulillah. Ndugu zangu, nimekuja mbele yenu kutaka msaada wenu kwa ajili yetu sisi ndugu zenu tulioko hapa Glasgow wa, muda mwingi, hangaika, utafuta, sehemu, amba, kwa muda mwingi tunahangaika kutafuta sehemu ambayo itakuwa kama msikiti wetu na madrasa yetu na community center yetu, ambao tutaweza kuwalea watoto wetu na kuwafundisha dini yetu na mila zetu. ni jambo hili limekuwa gumu kwetu kutokana na uwezo wa kifedha. Kwa hivyo, nimekuja mbele yenu hapa kama ambavyo Mwenyezi Mungu Mtukufu amesema katika Kurani yake la ntanalubira hata tumfiku mima tuhibuni, na vilevile tukaendelea vile, kusema kuwa shindaneni shindananeneni kufanya mambo ya kheri. Kwa hivyo tumekuja hapa kuleta mpiletu kwenu, kama Waislamu wenzetu, nitusaidie kwa kadiri ambavyo mtaweza. Awadakia Ramadhani njema.